Eh, baada ya hizo video kusambaa mitandaoni ni kwamba watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao akiwemo Babalevo. Babalevo bwana na yeye pia akiwa ni moja kati ya wapinzani wakubwa wa Mwijaku na yeye pia ameweka posti zake mbili ambazo zinahusiana na kile ambacho kimetokea huko mtandaoni kumuhusu Mwijaku na hiyo michipuko yake ambao ni wanafunzi wa view, wa chuo eh, kama vile UDISM pamoja na huyu mwingine ambaye alikuwa ananyanyaswa yani chuo cha ardhi jijini Dar es Salaam. Sasa basi, Baba Levo ye bwana kwanza kabisa ameanza kwa kuandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameandika kwamba kichwa mviringo ameshayakanyaga. Kichwa mviringo ameshakanyaga katiba huko. Amepeleka maumivu makali sana kwa mkewe. Umeona, huo ndio ujumbe wa Baba Levo kwenda kwa Mwijaku kwamba ameyakanyaga na amepeleka maumivu makali sana kwa mkewe, na hapa kuna watu wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu asawe bwana, ila kichamvilingo ile kule Maka kule Maka anaendaga kufanya nini? Kwa sababu tunamuonaga Mwijaku anaendaga Maka kuhiji mara, sometimes tunamuona Mwijaku akiwa anaji anasema kwamba yeye ni Muislam, anasifia ndoa yake, anawafundisha watu kuhusia na mahusiano, anakandia sana mahusiano ya wenzie, lakini kwa hili lilotokea watu wengi sana wamebaki mdomo wazi. Lakini haikuishia hapo, baba Levo akaposti tena video nyingine ikimuonyesha Mwijaku akiwa yuko Maka ameshika kaburi la Mtume, alafu akaandika hapa chini bwana, sisi wenye nia njema E, tuangamizwe tena tumekosea nini? Ni, ameandika hivyo Babalevo kutokana na baadhi ya dua ambazo Mwijaku alisikika akiwa anaziomba akiwa huko Maka ya lakini haikuishia hapo. Babalevo akaendelea tena kupitia page, posti nyingine akiwa yuko na Mwijaku huko China, wakiwa wamevua mashati wanafanya kazi zao zile za kupromoti eh, makampuni mbalimbali mbali, akaandika kwamba eh, tunapata hela hela kwa kwa kwa tabu, alafu akitoka hapo anazipeleka kwa kimodo. Yani, anasema kwamba ni Mwijaku anapata hela kwa shida alafu mwisho wa siku anapeleka kwa mchepuko wake huyo Meri ambaye ni kimodo yani ni mwembamba. Umeona bwana, so hayo ni madongo ya Babalevo kwenda kwa Mwijaku. Lakini ungeachana na hapo pia vile vile ni kwamba kuna wadau hapa wamekuja kutoa maoni kwa wadada. Kuna mtu hapa ameandika kwamba, wadada, punguzeni njaa yaani. Unamdhalilisha una mwanamke mwenzio kwa kumpiga, kumvua nguo, kumwagia maji e, ya moto, eti kisa mume wa mtu Yaani, mchepuko unamwonea wivu mchepuko mwenzio. Mimi huyu Meri, lengo langu akamatwe, roho yangu itakuwa imetulia sana. Hapa roho inaniuma sana, dada wa watu mwenyewe mpole kinoma yani, ila ndio amemfanyia ukatili kama ule. Narudia tena, kuanzia leo demu mwembamba akinisalimia siitikii.